DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya asubuhi. Ni saa kumi na mbili kamili Afrika Mashariki, sawa na saa kumi na moja kamili Afrika ya Kati. Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya DW inayokutangazia kutoka Bon, Ujerumani. Karibu katika matangazo haya ya asubuhi. Jina langu ni Amina Abubakar, za ulimwengu msomaji wako ni mimi Josephat Charo na kwanza ni muktasari wake. Mazungumzo kuhusu amani ya Ukraine yakamilika huko Abu Dhabi. Wajumbe wa Marekani na Iran wajiandaa kuzungumza kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran mjini Muscat, Oman. Na rais wa Rwanda Paul Kagame ahimiza nchi yake kujitegemea, huku wito wa vikwazo vya Marekani ukiongezeka. Habari kamili, Kiev. Rais wa Ukrain Volodimir Zelenski amesema mazungumzo kati ya Ukrain na Urusi yataanza tena hivi karibuni kufuatia kukamilika kwa duru ya pili ya mazungumzo yaliyofanyika huko Abu Dhabi. Katika ujumbe wake wa kila siku wa video Zelenski alisema kwamba duru inayofuata ya mazungumzo kuhusu kukomesha vita huenda itafanyika nchini Marekani. Hapo jana Ukrain na Urusi zilikamilisha duru ya pili ya mazungumzo yanayosimamiwa na Marekani huko Abu Dhabi, yanayolenga kufikisha mwis, mwisho mzozo mkubwa zaidi barani Ulaya tangu vita vikuu vya pili vya dunia. Steve Witkoff, mjumbe maalumu wa rais wa Marekani Donald Trump, alisema wajumbe kutoka Marekani, Ukrain na Urusi wamekubaliana kubadilishana wafungwa 314 wa vita. Washington. Wawakilishi wa Marekani leo wanatarajiwa kufanya mazungumzo na wenzao wa Iran huko Muscat, Oman, kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran. Upande wa Marekani, mjumbe maalumu Steve Witkoff na Jared Kushner, mkwe wa rais Donald Trump, watashiriki. Ajenda halisi ya mkutano huo bado haijulikani. Wizara ya mambo ya nje ya Iran imesema Iran inapania kuyawekea mipaka mazungumzo hayo yajikite katika mpango wa nyuklia wa Iran na kulegezwa kwa vikwazo. Marekani ingependa kuongeza mada zaidi kwenye ajenda, ikiwa ni pamoja na mpango wa makombora wa Iran na msaada kwa washirika wake, ikiwa ni pamoja na kundi la Hamas katika ukanda wa Gaza, wanamgambo wa Hizbollah nchini Lubnan na waasi wa Huthi huko nchini Yemen. Doha. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz ameahidi ushirikiano wa karibu zaidi wa ulinzi na washirika muhimu katika eneo la Huba, akisema ni kwa maslahi ya pande zote, kwa sababu anataka kuhakikisha kwamba dunia inakuwa salama zaidi. Akizungumza akiwa katika ziara yake Qatar jana Alhamisi, Merz alisema dunia itakuwa salama zaidi ikiwa tu tutajilinda pia Metz alisema wakati Ujerumani itakapotambua washirika wa, wa kuaminika katika masuala ya ushirikiano kama vile Qatar na Saudi Arabia, nchi hizo zinaweza kutarajia ushirikiano mkubwa zaidi wa ulinzi kuliko miaka ya hivi karibuni. Hata hivyo, alisisitiza kwamba hii haimaanishi kwamba Ujerumani itasambaza na kusafirisha silaha nje bila usimamizi na udhibiti. Unaendelea kuisikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW. Bon, Nairobi. Rais wa Rwanda Paul Kagame ameihimiza nchi yake kujitegemea zaidi huku wito ukiongezeka nchini Marekani wa kuweka vikwazo zaidi kuhusu ushiriki wake katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Akizungumza katika hafla iliyofanyika katika mji mkuu wa Rwanda Kigali hapo jana, Kagame alionekana kujibu kwa kusisitiza uhuru wa nchi hiyo, akisema tumejitolea kujitegemea ili uhai wetu usitegemee bahati au nia njema ya wengine ambao wanaweza kuchagua kutusaidia leo na kujiondoa kesho. Kagame aliongeza kusema katika kipande cha video iliyochapishwa kwenye akaunti rasmi ya ofisi ya rais katika mtandao wa X kwamba kujitegemea ndio kipaumbele kikuu cha Rwanda. Port Sudan, wataalamu wanaoungwa mkono na Umoja wa Mataifa wameonya kwamba njaa inaenea katika eneo la magharibi mwa Darfur la Sudan, huku vita kati ya jeshi na vikosi vya kijeshi vikiacha mamilioni wakiwa na njaa wakimbizi wa ndani na kukatizwa misaada tangu Aprili mwaka elfu mbili ishirini na tatu. Mgogoro kati ya jeshi la Sudan na wapiganaji wa kundi la RSF umewaua maalfu ya watu ukiwalazimisha watu milioni kumi na moja kuyahama makazi yao na kusababisha kile ambacho Umoja wa Mataifa unakiita mojawapo ya migogoro mibaya zaidi ya kibinadamu duniani. Katika tahadhari iliyotolewa na shirika linalofuatilia masuala ya usalama wa upatikanaji wa chakula IPC, wataalamu wa usalama wa chakula duniani walisema kwamba viwango vya njaa kwa utapia mlo mkali sasa vimepitwa katika maeneo yanayogombaniwa ya Umbaru na Kemoi kaskazini mwa Darfur karibu na mpaka na Chad. Wataalamu wa shirika hilo pia wamesema viwango hivi vya kutisha vinaonyesha hatari kubwa ya vifo vingi na kuongeza wasiwasi kwamba maeneo ya karibu yanaweza kuwa yanakabiliwa na hali kama hizo za janga. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu iliyokujia moja kwa moja kutoka Bonn. DW Dunia Yetu, Leo asubuhi. Na asante sana Josephat Charo kwa taarifa hiyo ya habari za ulimwengu. Tutakuhitaji tena utufahamishi yanayoendelea katika mazungumzo ya kutafuta amani ya Ukraine yanayosimamiwa na Marekani yanayoendelea huko Abu Dhabi. Kingine msikilizaji, utakachokisikia katika matangazo haya ni kwa nini nchi za Umoja wa Ulaya zimeamua kupunguza utegemezi wake wa teknolojia ya Marekani, na baada ya takriban miaka mitatu ya vita, Khartoum inahamasisha juhudi za ujenzi upya huku mapigano yakiendelea. Asante sana kwa kujiunga nasi asubuhi ya leo. Tuanzie huko Abu Dhabi. Kama nilivyokueleza leo, wajumbe wa, wa Ukraine na Urusi na Marekani wanaendelea na mazungumzo ya kuelekea amani ya Ukraine, na mazungumzo hayo yanayosimamiwa na Marekani yanaendeleza juhudi za kumaliza mzozo mkubwa zaidi barani Ulaya tangu vita vya pili vya dunia. Josephat Charo na taarifa zaidi juu ya yale yanayoendelea huko Ukraine na Urusi zimehitimisha duru ya pili ya mazungumzo yaliyosimamiwa na Marekani huko Abu Dhabi siku ya Alhamisi yenye lengo la kufikisha mwisho mzozo mkubwa zaidi barani Ulaya tangu vita vikuu vya pili vya dunia, huku pande hizo mbili zikifanya ubadilishanaji mkubwa wa wafungwa na kukubaliana kuanza tena mazungumzo hivi karibuni. Steve Witkoff, mjumbe maalum wa Rais wa Marekani Donald Trump, alisema wajumbe kutoka Marekani, Ukraine na Urusi wamekubaliana ubadilishana wafungwa 314 wa kivita, jambo ambalo lilifanyika Alhamisi. Ulikuwa ni ubadilishanaji wa kwanza wa wafungwa kama huo katika kipindi cha miezi mitano. Wizara ya ulinzi ya Urusi ilithibitisha kurudi kwa wanajeshi 157 wa Urusi kutoka utumwani huko Ukraine pamoja na raia watatu ambao walikuwa wamepelekwa Ukraine wakati wa uvamizi mfupi wa sehemu za eneo la magharibi mwa Urusi la Kursk. Rais wa Ukraine Volodimir Zelenski alisema baadhi ya wafungwa wa vita walioachiliwa wa huru wameshikiliwa kwa karibu miaka minne. Akizungumza katika mkutano na waandishi wa habari mjini Kyiv, Zelenski alisema duru inayofuata ya mazungumzo itafanyika hivi karibuni, pengine huko nchini Marekani. Pia alisema ni muhimu kwamba vita hivi vifike mwisho kwa njia ambayo Urusi haipokei zawadi kwa uchokozi wake. Akizungumza katika hotuba yake ya video ya usiku Zelenski alisema Ukraine ilipendelea muundo wowote wa kidiplomasia ambao unaweza kuleta amani karibu zaidi na kuifanya iwe ya kuaminika, ya kudumu na ambayo inainyima Urusi hamu ya kuendelea kupigana. Hapo awali Zelenski alisema akiwa pamoja na waziri mkuu wa Poland donald Tusk kwamba mazungumzo ya Abu Dhabi yalishughulikia tofauti kuu kati ya pande hizo mbili. Wizara mambu ya mambo ya nje ya Ukraine ilisema katika taarifa yake, huku ikithibitisha kwamba mazungumzo hayo yamekamilika, kwamba Umoja wa Falme za Kiarabu, UAE, utaendelea na juhudi zake za kidiplomasia na kibinadamu ili kuunga mkono mipango inayolenga kufikia suluhu la amani kwa mzozo wa Ukraine. Asante kwa taarifa hiyo. Nchi za Umoja wa Ulaya zinazungumzia kuhusu kupunguza utegemezi wake wa teknolojia ya Marekani. Nchi hizo zinaona kuwa Rais Donald Trump amechochea hali hiyo. Zainab Aziz na taarifa kamili. Wakati Trump anapoendeleza vitisho vya biashara na kuhusu Ulaya kujitosheleza yenyewe kwenye masuala ya ulinzi na hadi kutishia kukichukua kisiwa cha Greenland, wasiwasi umeongezeka barani Ulaya kwamba kiongozi huyo wa Marekani asiyetabirika anaweza kuutumbukiza umoja huo kwenye giza la kidijitali. Hadi sasa maafisa wakuu wa Umoja wa Ulaya wameongeza tahadhari kwamba jumuiya hiyo iko katika hatari ya kupata mshtuko wa kikanda na kisiasa na hivyo ni lazima ifanye kila jitihada ili kujiweka huru kimkakati katika sera zake za ulinzi, nishati na teknolojia. Kulingana na ripoti ya Umoja wa Ulaya ya mwaka elfu mbili na ishirini na tatu, umoja huo wenye nchi ishirini na saba unategemea nchi za kigeni kwa zaidi ya asilimia themanini ya bidhaa za kidijitali, huduma, miundo mbinu na mali isiyohamishika ambayo ni matokeo ya ubunifu kama vile hati miliki au haki miliki. Na kwa ajili hiyo, Ulaya tayari imeanza taratibu kupunguza utegemezi wake wa teknolojia ya Marekani. Tahadhari kutoka kwenye makao makuu ya Umoja wa Ulaya mjini Brussels ilitolewa mwaka jana mara baada ya Marekani ilipowaadhibu majaji wa Mahakama ya Kimataifa ya Jinai kwa kuwakataza kutumia teknolojia za Marekani za Amazon na Google. Umoja wa Ulaya umesema hatua hiyo ilifichua ukandamizaji wa Marekani juu ya programu nyingi za kiteknolojia ambazo zinategemewa katika maisha ya kila siku barani Ulaya. Ufaransa imechukua hatua kwa kuamua kwamba hivi karibuni wafanyakazi wa serikali nchini humo wataanza kutumia njia mbadala zilizotengenezwa ndani badala ya zana kama vile Zoom au Microsoft Teams. Mtaalamu wa teknolojia wa Umoja wa Ulaya Hena Fakunen ameonya kuwa utegemezi unaweza kutumiwa kama silaha dhidi ya nchi za jumuiya hiyo. Miongoni mwa nchi wanachama wa Umoja wa Ulaya, Ufaransa na Ujerumani zinaongoza katika mabadiliko hayo. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz amesema katika enzi hii mpya ya teknolojia Ulaya lazima isimame pamoja kwa dhati na kwa uhuru, na pili, hatupaswi kukata tamaa ikiwa tunataka kuwa na ukuaji wa hali ya juu barani Ulaya. If we want to have Wakati huo huo, bunge la Ulaya linapitia upya juu ya utegemezi wake wa programu za Microsoft miongoni mwa zana zingine baada ya wabunge wa vyama kadhaa kupendekeza matumizi ya programu mbadala za kutoka Ulaya. Kampuni ya Ufaransa ya Mistral na kampuni kubwa ya Ujerumani SAP zimekubaliana kutafuta suluhisho kwa ajili ya Ulaya kuhusiana na teknolojia ya akili bandia. Ufaransa, Ujerumani, Italia na Uholanzi pia zilishirikiana mwaka jana katika harakati za kuunda miundombinu ya kidijitali kwa ajili ya bara la Ulaya zinazosimamiwa na Tume ya Ulaya. Ay, tukitoka huko tuelekee kule, eh, Sudan baada ya takriban miaka mitatu ya vita, Khartoum inahamasisha juhudi za ujenzi upya na kurejea kwa raia huku mapigano yakiendelea na janga kubwa la kibinadamu likikaribia. Hivi karibuni ndege ya kwanza ya abiria ilitoa katika uwanja kima wa kimataifa wa ndege wa Khartum ikiwa ni baada ya zaidi ya miaka miwili. Ripoti ya mwandishi wa DW Jennifer Hollis inasoma studioni na wakio Mbogo. Ndege hiyo kutoka mji wa Port Sudan ulioko mashariki mwa Bahari ya Shamu ilibeba abiria mia moja sitini wakiwemo waziri mkuu wa mpito wa nchi hiyo Kamil Idris, hatua iliyopongezwa kama ishara ya kurejea kwa serikali. Serikali ya Sudan inayotambuliwa kimataifa na inayoungwa mkono na jeshi inayoongozwa na Jenerali Abdel Fattah Burhan imekuwa ikijaribu kuonesha hali ya kawaida katika mji mkuu wa nchi hiyo uliokumbwa na vita Khartoum. Mnamo Aprili mwaka 2023, mzozo wa madaraka kuhusu kujumuishwa kwa kikosi cha wanamgambo cha RSF katika jeshi la Sudan uligeuka kuwa vita. Kwa mujibu wa shirika la Umoja wa Mataifa la Wahamiaji IOM, tangu wakati huo takriban watu milioni moja nukta tatu kati ya milioni tatu waliokimbia mapigano Khartoum mwaka 2023 wamerejea katika mji mkuu. Hamid Khalafala, mtafiti huru wa sera za Sudan, anasema serikali ya Sudan imejitahidi sana kusukuma simulizi kwamba ni salama kurejea Khartoum, jambo ambalo kwa upande mmoja ni chanya kwa kuwa watu waliokimbia makazi yao wanarejea nyumbani. Hata hivyo Khalafala ameambia DW kuwa pia kuna upotoshaji katika simulizi hiyo. However, I think there are a lot of, uh... Hata hivyo, nadhani kuna udanganyifu mkubwa na ukosefu wa uaminifu unaohusishwa na simulizi hii. Kauli kwamba Khartoum ni salama ni ya kupotosha sana. Khartoum inaweza kuwa salama kwa sasa dhidi ya RSF, lakini hali hiyo haiwezi kuhakikishwa kwa muda mrefu. Mapigano makali yaliyotokea kati April na ya Aprili mwaka elfu mbili ishirini na tatu na machi mwaka elfu mbili ishirini na tano yameharibu huduma muhimu za msingi kama upatikanaji wa maji safi ya kunywa na miundombinu ya umeme. Kikosi cha Umoja wa Mataifa cha kutegua mabomu UNMAS kimeonya kuwa maeneo mengi bado mabomu hayajateguliwa licha ya kurejea kwa serikali mjini Khartoum. Vita vinaendelea katika majimbo mengine bila dalili ya mwisho au usitishaji mapigano. Hali ya kibinadamu ni mbaya sana. Bob Kitchen, mkurugenzi wa maandalizi na mwitikio wa dharura katika kamati ya kimataifa ya uokoaji IRC, ameiambia DW kuwa mamilioni ya watu wanakabiliwa na viwango vya dharura vya uhaba wa chakula, huku watoto wakiwasili katika vituo vya afya wakiwa na utapia mlo mkali, wengi wao wakiwa tayari wamedhoofishwa na magonjwa na ukosefu wa maji safi. Sudan, passed... Sudan sasa imevuka zaidi ya siku elfu moja za mgogoro. Tunachokiona si mgogoro uliokwama, bali mgogoro unaozidi kuongezeka kwa kasi. Raia wamenaswa kwenye vita ambavyo havipo katika uwanja wa mapambano na bila maeneo salama yaliyosalia katika jimbo la Kordofan Kusini, ambako janga kubwa zaidi la njaa nchini Sudan linaendelea. Jan Egeland, katibu mkuu wa Baraza la Wakimbizi la Norway, ameiambia DW kuwa kuna ugumu mkubwa wa kuwafikia watu wanaohitaji msaada kwa sababu majeshi yaliyoizunguka miji hayaruhusu kuingizwa kwa misaada ya kibinadamu. Asante sana Wakio. Kupanda kwa kasi kwa bei ya dhahabu duniani kumezifanya nchi barani Afrika zinazochimba madini hayo kujaribu kunufaika na fursa hiyo. Hata hivyo, swali kubwa linaloendelea kuulizwa ni je, zinaweza kujipanga kwa haraka vya kutosha ili kunufaika kikamilifu? Ripoti ya mwandishi wa DW Kaisnebe inasomwa studioni na Studio, Saumu Njama. Mwaka elfu mbili na ishirini na tano thamani ya dhahabu iliongezeka kwa asilimia sitini na tano ikivunja rekodi kufikia zaidi ya dola elfu tano mia tano na themanini za Marekani kwa wakia moja sawa na gramu thelathini na moja kabla ya kushuka tena kidogo. Wataalamu wa masoko ya fedha wanasema ongezeko hili linatokana na kuongezeka kwa hali ya sintofahamu katika masoko ya kimataifa, sera zisizotabirika za Marekani na hatari za kifedha zinazoendelea. Hali hii imewafanya wawekezaji kukimbilia dhahabu kama njia salama ya kuhifadhi thamani. Kwa kuwa Afrika inachimba zaidi ya robo ya dhahabu yote duniani, ongezeko la bei limeonekana kama fursa ya kuongeza mapato ya kigeni na ya serikali faso kwa mfano ilifikia uzalishaji wa tani tisini na nne mwaka elfu mbili ishirini na tano ongezeko la zaidi ya tani thelathini kutoka kwa mwaka uliotangulia mtafiti wa taasisi ya mafunzo ya usalama barani afrika mavelas ngundu amesema bara la afrika linaweza kufaidika kupitia mapato ya mauzo ya nje kodi na ongezeko la fedha za kigeni, lakini anatahadharisha kuwa faida hiyo itapatikana ikiwa mianya ya mapato ya biashara haramu ya dhahabu itadhibitiwa. Ghana, ambayo ni mchimbaji mkubwa zaidi wa dhahabu barani Afrika, serikali inapitia upya sheria za madini ili kupata sehemu kubwa zaidi ya mapato. Maafisa wanasema mikataba ya sasa inayojulikana kama stability agreements, inanufaisha zaidi kampuni za kigeni. Hata hivyo makampuni makubwa ya uchimbaji kama Newmont na AngloGold Ashanti yameelezea ya wasiwasi wao kuhusu mabadiliko hayo. Hatua kama hizo pia zimechukuliwa katika nchi nyingine zikiwemo Mali, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Tanzania zimeimarisha sheria za madini ili kuongeza udhibiti wa serikali kwenye rasilimali muhimu kama dhahabu, cobalt na coltan. Licha ya hatua hizi, China na Urusi zimeongeza uwekezaji wao katika migodi ya Afrika hasa katika ukanda wa Sahel. Hata hivyo, licha ya kuchimba dhahabu nyingi, Afrika inamiliki asilimia mbili pekee ya akiba ya dhahabu duniani. Kwa kulinganisha, Marekani ina zaidi ya tani elfu nane za akiba. Wachambuzi wanasema tatizo kubwa ni kuuza dhahabu ghafi nje ya bara hali inayonyima nchi za Afrika thamani ya ziada inayopatikana kupitia usafishaji na uhifadhi wa dhahabu kama akiba ya taifa. Kupanda kwa bei ya dhahabu kumeongeza uchimbaji haramu unaochochea migogoro na vurugu nchini afrika Kusini. Wachimbaji haramu wanaojulikana kama zamazama wamehusika katika mapigano makali. Kwenye maeneo yenye migogoro kama Sudan, migodi ya dhahabu imekuwa uwanja wa mapambano, huku vifo vya wachimbaji vikiripotiwa mara kwa mara. Licha ya vita vya wenyewe kwa wenyewe, Sudan ilitangaza uchimbaji wa tani sabini za dhahabu mwaka elfu mbili na ishirini na tano Kiwango cha juu zaidi katika miaka mitano, ingawa wachambuzi wanasema sehemu kubwa ya dhahabu hiyo husafirishwa kwa njia za magendo. Ni ripoti ya mwandishi wa DW Kai Nebe iliyosomwa studioni na Saumu Njama. Tumalizie tu basi uchambuzi wetu asubuhi ya leo kwa kulitizama hili la michezo, kwamba michuano mikubwa ya soka barani afrika ya AFCON itafanyika katika mataifa matatu ya Afrika Mashariki: Kenya, Tanzania na Uganda, lakini baadhi ya wadau walioshuhudia maandalizi na mafanikio ya michuano hiyo nchini Moroko mwezi uliopita hadi mwezi huu wanasema mataifa hayo ya Afrika Mashariki yana kazi kubwa kuweza kukidhi matarajio ya wachezaji na mashabiki wa michuano hiyo kwa kiwango stahiki. Lubega Emmanuel anatusomea ripoti hii ya uchambuzi. Licha ya kutoshinda kombe la AFCON walipomenyana na Senegal katika mechi ya fainali, Moroko alidhihirisha kuwa waliwekeza ipasavyo katika maandalizi ya dimba hilo kama wenyeji. Mashabiki na viongozi mbalimbali mbali katika ulimwengu wa soka wamesifu sana viwango vya michuano hiyo iliyodumu mwezi mmoja katika miji mbalimbali ya nchi hiyo. Rais wa shirikisho la kandanda barani Afrika, CAF, Patrice Mosepe, alielezea kuwa kila kitu kuanzia miundo mbinu hadi viwanja vya michezo vilikuwa vya hali ya juu ambayo haijawahi kushuhudiwa barani Afrika. Ni kwa msingi huu ndipo mwandishi habari mmoja kutoka Ivory Coast kwa jina Mamadu Gae ameibua mjadala mkubwa pale alipoelezea kuwa mataifa ya Afrika mashariki yaani Kenya, Tanzania na Uganda hayana uwezo wa kuwa wenyeji wa dimba hilo ikilinganishwa na Moroko. Mwandishi huyo amefahamisha kuwa Moroko ilipandisha kabisa viwango vya maandalizi ya michuano hiyo, na nchi hizo tatu haziwezi kukidhi matarajio ya wachezaji na mashabiki kama walivyoshuhudia Moroko. Gaye ametoa mfano kwamba nchi hizo tatu hazina barabara nzuri zinazounganisha miundombinu hiyo kutoka nchi moja hadi nyingine, na pia kwamba viwanja vya michezo na nyenzo kama hoteli hazina viwango stahiki. Hata hivyo, rais wa CAF Motsepe ameelezea kuwa ana imani kwamba chini ya kauli mbiu yao ya pamoja mataifa hayo matatu yataweza kuwa wenyeji stahiki wa michuano hiyo itakayofanyika mwaka ujao katikati. Amesema kuwa ana wajibu wa kukuza soka barani Afrika na hawezi kuhamisha dimba hilo kutoka mataifa hayo. Kocha wa timu ya taifa ya Kenya, Harambee Stars Benni McCarthy, ambaye ni mzaliwa wa Afrika Kusini iliyoandaa kombe la dunia mwaka elfu mbili kumi na moja anakubaliana na rais wa CAF itakumbukwa kuwa mataifa hayo matatu yalikuwa wenyeji wa dimba la CHAN ambalo huhusisha wachezaji wa ndani ya nchi, lakini michuano hiyo iliahirishwa kutoka mwezi Februari hadi Agosti kwa sababu maandalizi yake yalikuwa bado yakiongoja chini. Miongoni mwa changamoto zilizoibuka katika michuano hiyo ni masuala ya uuzaji wa tiketi na udhibiti wa umati wa mashabiki ambao walivuka uzio wa usalama wakati wa AFKON. Rais wa KAF alielezea kuwa michuano ya CHAN ambayo imefanyika mara nane ingefutiliwa mbali kwa sababu ilileta hasara kubwa kifedha. Hali ya wenyeji pacha wa michuano ya AFCON kimataifa imewahi kuwepo mara mbili. Ghana na Nigeria walikuwa wenyeji wa michuano ya mwaka elfu mbili kisha Gabon na Guini mwaka elfu mbili kumi na mbili lakini hii ni mara ya kwanza kwa mataifa matatu kuwa wenyeji kwa pamoja. Hivi majuzi rais wa Uganda Yoweri Museveni alizindua moja kati ya viwanja vitakavyotumiwa kwa michuano hiyo magharibi mwa nchi mjini Hoima. Kiwanja kimoja cha Kenya ambacho kitapewa jina la Raila Odinga kimeelezewa kuwa kwa kiwango cha asilimia themanini kukamilika. Aidha, hii itakuwa mara ya kwanza kwa mataifa yote hamsini na nne wanachama wa CAF kushiriki, ambapo Eritrea imeahidi kuwa miongoni mwa timu wa washiriki. Nchi hiyo iliyoshiriki mara ya mwisho miaka kumi na tisa iliyopita imesajili ijapokuwa maafisa wa Eritrea hawasemi waziwazi wazi wazi chanzo cha wao kutoshiriki katika kipindi hicho, swala hilo linanasibishwa na mienendo ya wachezaji wa timu ya taifa hilo kutoweka na kujitambulisha kwa waombaji hifadhi kutokana na ukandamizaji katika nchi ambayo imetawaliwa na chama kimoja tu cha kisiasa tangu ilipojipatia uhuru wake kutoka Ethiopia mwaka elfu moja tisa mia tisini na tatu chini ya Rais Zayas Afwerki. Asante Lubega kwa taarifa hiyo. Basi mie Amina Abubakar kwa sasa sina la ziada, napisha makala tuliyokuandaliaw Utamaduni na sanaa. Katika harusi nyingi za Kiswahili tumezoea kuona bibi harusi akiandaliwa sherehe na kupewa zawadi, kubarikiwa na kusherehekewa kwa mbwembwe na furaha isiyo kifani, lakini upepo wa mabadiliko unaendelea kuvuma katika mwambao wa pwani ya Kenya na sasa kumezuka sherehe mpya yenye ladha na upekee wake, sherehe ijulikanayo kama kiti pati. Karibu kwenye makala yetu ya utamaduni na sanaa kuyafahamu mengi kuhusu sherehe hiyo. Jina langu ni Fathia Omar. Katika jamii ya Wadigo wanaoishi ukanda wa pwani, kiti pati imekuwa gumzo jipya linalowavutia vijana na wazee. Hii ni sherehe maalum ya kumwandaa mwanaume anayetarajia kuingia kwenye ndoa, sherehe ambayo kwa miaka mingi haikuwahi kuwepo katika tamaduni nyingi za Waswahili. Katika sherehe ya Kitipati, bwana harusi huvalishwa mavazi ya kitamaduni kisha huwekwa kwenye kiti maalum ambacho ndicho kiini cha sherehe. Hapo ndugu, jamaa na marafiki hukusanyika kumsherehekea, kumtia moyo na kumpa nasaha zitakazomsaidia kujenga misingi madhubuti ya maisha yake ya ndoa. Mmoja wa waandaaji wa sherehe hii, Zeinab Bashir, anaeleza kuwa lengo si kumfanya tu mwanamume ajihisi kuwa mtu maalum, bali ni kumkumbusha kuwa yeye pia ana jukumu muhimu katika ndoa jukumu la uongozi, ushirikiano na uaminifu. Kitipati hii ni sherehe ambayo inafanywa mtoto wa kiume, bwana harusi ambaye anaenda kuoa. Tumezoea kichenpati ambao ni wanawake peke yake. Anapewa zawadi, watu, ndugu, marafiki, jamaa, jirani wanajumuika. Huyu bwana harusi anachaguliwa nguo ambaye atakayovaa ya kitamaduni kama ni kitenge, ni kikoi, kofia zetu za Kiswahili makubadhi. Atakiwa kiti chake mahali mbele, kuingia ni vyovyote, anaingia na tumbuiza kwa nyimbo za Kiswahili za kitamaduni, mpaka atakapokaa kwenye kiti <tos> <tos> Wageni waalikwa hujitokeza wakiwa wamevalia kisutu, mojawapo ya mavazi ya kitamaduni yanayong'aa. Hapo nyimbo na dansi za jadi hutawala. Zawadi mbalimbali mbali hutolewa kuanzia vifaa vidogo vya nyumbani, ushauri wa wanafamilia, hadi ushauri wa mtu moja kwa moja kutoka kwa wazee wenye busara. Sasa winaanza kwa kutumbuizwa kwa nyimbo. Watu wanacheza, wazazi wanampa nasaha ya kuanza maisha, wanambariki na zawadi. Inafuatilia zawadi ni uwezo wa kuweza, mpa pesa, weza mpa zawadi ya vitu vya sokoni kama unga, samli, chumvi, sukari, kitu chochote cha kuanzia maisha. Wadigo wanaamini kuwa ndoa yenye mizani sawa inayoandaa wanandoa wote wawili ina nafasi kubwa zaidi kustawi na kudumu ni mtazamo ambao baadhi ya wa wakazi wa pwani ya Kenya wanasema unapaswa kuigwa na jamii nyingine ili kukuza usawa na mshikamano katika kizazi kipya cha wanandoa. Hamisi Hamadi ni mkazi wa Mombasa na hapa natoa maoni yake. Nafikiri hawa wenzetu katika jamii ya Kidigo wafanya mambo ya muhimu sana, na hata hizi jamii zetu hizi za Kiswahili, nafikiri mtindo uwe huu. Ndio maana unaona wanaume wakiingia katika ndoa, utawaona kidogo wana ulegevu, maanake hawajafunzwa hawajaelezwa kwamba majukumu yao ni gani pale nyumbani, lakini ukamwona mtoto wa kike kule, baada ya ile kitchen party, amefunzwa akaelezwa nyumbani kwake anafaa kae namna gani, ukamwona yeye akiingia kule moja kwa moja akawa yajikalisha katika majukumu yake. Lakini huyu mtoto wa kiume, yeye akajiona kwa sababu yeye ni mwanamume, sasa hapaswi kuelezwa ama haelezwi, basi akiingia kwenye ndoa yeye akajiona kwamba ndio kichwa, basi akamwendesha mwenzake mbio. Hayo ndio tunayoweza kukueleza kwa undani kuhusu sherehe hii mpya inayowavutia wengi ya kitipati, ambayo imekuwa ishara ya mageuzi katika namna tunavyoitizama ndoa na majukumu ya wanandoa. Natumai msikilizaji umefurahia makala hii ya utamaduni na sanaa kutoka DW. Hadi wakati mwingine, jina langu ni Fathia Omar, kwa heri ya kuonana. fikia hapo basi, mie Amina Abu Bakar, sina la ziada. Asubuhi njema, popote pale ulipo, kwa heri kwa sasa. Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa kumi na mbili na kumalizika saa kumi na mbili na dakika 30 asubuhi. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8 Utelsat 8WB, Hotbed 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwa geni kwa